Sijahuzunika, lakini Yanga walistahili kushinda, walistahili kushinda sababu wanaonekana wana timu ambayo iko iko imara, kwa sababu ukiona kama wameweza kuwazuia Azam wasifungwe mpaka dakika za mwisho wabeba ubingwa, maana yake walikuwa vizuri zaidi. Sasa kuna mambo madogo madogo ambayo refarii inabidi atolee maamuzi hasa ile ya kumpiga kiwiko mwenzake yeye kumpiga, yeah, alistahili kadi nyekundu, lakini sikuona ikitoka. Inawezekana aliona au kuona wa, wa, ba, wa marefari ndivyo walivyo, lakini kwa ujumla ni kwamba mechi ilikuwa ni nzuri sana, ilistahili kuwa fainali. Ni mechi ilikuwa na mvuto. Hata mtu kuiangalia, ilikuwa na kweli, kila mtu anaweza kaiangalia mm. ni mechi ambayo ilikuwa inapendeza na kila mtu kastahili kuiangalia na imestahili kuwa finali mm. Kucheza sasa hivi na Azam mpaka dakika 90 uwe na kikosi mm. wenzetu wana kikosi, ndio maana wameenda mpaka muda huo. Kwa hiyo, kwa kwa ujumla ni kwamba leo Yanga Afrika au Azam ilikuwa ni yoyote achukua ubingwa, na Yanga Afrika anastahili kuchukua ubingwa toka na kikosi alicho nacho. Yanga ana kikosi kizuri, mtu asikudanganye, ana kikosi kizuri na amestahili kuwa bingwa, lakini mm. Vipi watu walikuwa wanazungumza kuhusiana na ile red card ambayo alipatiwa mchezaji wa Azam, kwako wewe unafikiri ilistahili kuwa red card? ilistahili kuwa red card kuwa red card kabisa. Kwa sababu matukio kama yale yanaweza kumuua mtu yeah. Kwa hiyo red card imetoka sehemu sahihi yeah. Kwa ujumla hii mechi ya leo Yusuf ilistahili kuwa fainali mm. na yoyote ilikuwa lazima ashinde yeah. Ilikuwa Azam achukue ubingwa au Yanga achukue ubingwa yeah. Yanga achukue ubingwa ni mlemle mm. Kwa hamna jambo jipya Una... sisi sisi ndo tuna tatizo, sio dogo tatizo letu ni kubwa mno, sio dogo, ambayo inaathiri mpaka timu yenyewe hivi sasa hivi nafikia mpaka vikombe hivi vinatushinda mm. vikombe vya kwe, hmm. mapinduzi kweli tunashindwa kuchukua. Na mapinduzi hiyo, bado ligi e kuu hiyo mapinduzi tu inatushinda bado ligi kuu tutaweza? hmm. au kila bingwa tutaweza? kama hivi mapinduzi natushinda tu vikombe vidogo vidogo kama hivi okay. mna miaka karibu minne hata vikombe vidogo nashinda kubeba hmm. wanasimba wenyewe ndio hataki tuchukue ubingwa kwa aina yoyote. Kwa nini? Yani kwa nini wenyewe, hata kwa sababu kama, <laughs> viongozi wanazingua, sinabidi wakae watu wengine hao, mm. wanachama wanawarudisha tena sasa, sasaviti taafanya vizuri mm. kuanzia mwanzo mpaka mwisho mm. shida ndio hiyo hiyo tu utabadilisha makocha utabadilisha walimu, lakini tatizo kubwa ndio hilo hilo, mm, kwamba inabidi watu mnani wabadilishwe viongozi waje wapya, vijana muweze kushindana na kina Herisi. Hii kitu hii kitu hii kitu mingi naisema kila siku mm, lakini naona sasa watu kama ndio wanaielewa mm. Lazima vijana wadogo waje ndani ya Simba ambao wataenda na kasi na hawa kina Herisi mm. Kuna watu wana miaka kumi ishirini thelathini kwenye timu inafikia tu ile timu inaona kama ya kwake. Kwa mfumo nataka kusema, mchungaji, mtateseka sana Simba, na bado ni zaidi ya hapo. Tumezalilika mwaka juzi, miaka minne tumezalilika mwaka huu, tunaenda kuzalilika. Vikombe kama hivi navyo vinatushinda sasa, oreviko na kazi tena mpaka kikombe iki hata nusu uingii kikombe e, e, iki hata fainali uingii. Sasa kila bingo naenda kufanya nini? Kwa hiyo tuna aibu ambayo tunaenda kuitengeneza bomu kubwa ambalo bomu hilo, kama nilivyokuwa naambia mwanzoni, kidonda hiki ni lasi, lazima kisafishwe kiwekwe dawa mtu apone, lakini mambo ya kukifunika tu weki dawa, kinazidi kuoza, kinazidi kuoza. Huu ni mwaka wa nne na Wanasimba wastuki, si nani katuloga? Mimi sijalogwa, labda wao. Nasema hivi ah. Kama kulogwa wamelogwa wao, mimi sijalogwa <laughs> yaani, miaka minne ustuki ah. Timu inazidi kwenda shimoni na watu bado wanachekelea hey. Mpaka vikombe vidogo vinawashinda mm. Alafu mwana Simba kakaa anapamba na alipambia timu hapa, inabidi viongozi watoke wapishe waje watu wa wengine full stop. Timu imewashinda 4 years mnashindwa kuchukua hata kikombe kimoja mm mpaka hivi vinawashinda. Alafu leo hii nafika tua eti wana wanasi eti viongozi na wao wanataka kuendelea kubaki Simba mm. na kuna watu wamewekwa pembeni kuona wale kwenye uchaguzi wa rudi tena, ina maana Yanga wanatimiza. Yanga wametufunga mara ngapi? juu mara sita, bado mara hizi walisema mara kumi, mara kumi. Ubingwa wamesema ubingwa watachukua mara kumi back to back, wamechukua miaka mingapi? Mitano, mitano bado hii, utachukuaje? kwa sikati tamaa, mimi ni mtu ambaye naona mbele. Mimi ni mtu wachezaji mtabadilisha kama nguo, makocha mtabadilisha mpaka nguo, lazima safu kuanzia juu mpaka mbeba mipira wote waondoke, tuanze moja. Yanga walifanya hivyo. Zamani ulikuwa kiongozi wa Yanga, lazima uwe mzee mm. Wakatoa ile hali, wakaweka vijana, wakasema vijana wataweza kweli. Ndio unaona, miaka mitano mfululizo wanachukua baki tubaki yanga Afrika. Ndio nakueleza sasa, ndio vijana. Dunia leo inataka vijana, kwa kuweza kurudumu lolote lile. Leo unaweka wazee wamekuzunguka hivyo, hawezi kukupa jambo lolote. Vijana wana maono Wazee ndoto zimeisha, nisikiliza kwa makini, turudi hapo. Vijana wana maono, ndio. uh -huh. Maana wale walivyoambiwa hivi, hii angafika ameona samani bei gani, wao wakaona bei ngapi? yeah. bei milioni moja. uh -huh. Mzee akimuuliza akwambia bei mbili, kwa sababu wao wanaona hapa kuna maono na, na ndoto. uh -huh. Wao vijana wana ndoto na wana maono, wazee hawana ndoto. uh -huh. Ma, ma, yaani wao washafikia the end. Hawana uh -huh. jipya tena, si unaelewa mtangazaji zamani wa, wa, wa, wa Radio Tanzania yeah. Kipindi hicho yeah. Na nyiye mna tofauti kubwa. Maana, mambo yamefanya nini? Kwa Simba bado tuna watu wa Ratidi mpaka leo <coughs> wa Ratidi ya zamani wa Tanzania, utapekeza hey, <coughs> hey, hatua hey, Kwa kuna mambo mengi sana inabidi yabadilike ndani ya Simba, kwa kuanzia uongozi, waje vijana wapya zaidi, hapo tutaendelea kuteseka bado na bado utaendelea kuteseka, lakini kwa mfumo mchungaji Simba usuke. Ukiona mpaka mchungaji anazungumza hivi yeah, lazima labda nao ustuke, na ukiona mchungaji anazungumza hivi, hali ni mbaya, katika mtu ambaye kwa anaipamba timu ndio. Namba moja ni mimi. Yeah. Niko na wapamba, watu wanacheka wanambia, mchungaji, hata ili uoni, hata ili huoni, hata ili uoni. Lakini sasa kwa mfumo mchungaji, sio, nabidi nyinyi mashabiki yeah, ndio muorganize, wasiwe wale ambao wanapamba timu wakati kuna madudu ambayo yanaendelea wote si... mkiongea kauli moja, ujui itakuwa solution. Bado hujanielewa. Ndio. Kwa hali ilivyofikia mweledi wa mpira kama kiongozi yeah, unajiuzuru mkwa biashara una mambo magumu, akasema mimi naacha timu yeah kwa hata hao leo hapo, anasema hivi mimi na hata mwekezaji kifika tu, anasemaje? Mwekezaji aje, mwekezaji mwingine mwanze moja, kwa sababu kila siku mo mangungu mangungu, kesi magoli ya kila siku ni wao tu, unatoka una, una, una, una, una mimi kwanza leo ndio the end. Tafuteni mtu mwingine aje, alikave mwe, ndio hii Simba muendeleze mwengine, ndio vitu kama hivyo. Taasisi yote ukiona kwamba haifanyi vizuri, viongozi lazima mwajibike. ai salamu Manula mwana wake Manula sasa ndio anaerudia. Ndio anaokuwa nakoleza. Yeah. Manula kwani aliondoka Simba kwa uliambiwa kwamba kiwango kimeshuka? Mimi mm, kuna vitu vinaitwa nizamu ndio ambavyo havikuwepo. Na hiyo nizamu ilikuwa inaanzia ndani ya timu. Mmm. Siyo yeye vitu vina mabitu vidogo na mwenzu kuvihimili. Mm. Narudia mara nyingine. Yeah. Kuna watu walitoka ndani ya Simba kuwa na uwezo mkubwa wakatolewa ili Simba iendelee kudhoofika. Ah? Huh? Mipango. Haya nakuuliza. Leo umemtoa ukuta wa Eriko. Leo unamwona Kamerun ni mchezaji wa timu? Si watu wana mipango wa yaani, kama mm, Simba kumbe mm. mm, ni mipango yao ifike. Unamtoa mtu kama Mavambo, bado yuko kwenye ubora wake. Wanachofanya wao, Simba ikitaka kustawi, wanatoa naanza upya, wanatoa naanza upya. Sasa leo hii mna, sasa tunamtaka Okelo. Okelo tumeanza sisi, yeah. Ila Yanga o wanaongea, tuna Okelo sasa hivi kwa Yanga Afrika uh. Lakini walioanza ligi ya kumtaka Okelo ni sisi. Pakome ngleze pakome kwa aje Simba hmm, azikii kwa aje Simba hmm. Waznakuhesabia hao hmm. Ila wenzao Yanga wakifika waoni, hapa tu hawana maneno mengi, tuende muuliza. Je, sema akiulizwa ana mambo mengi, anakwambia ubingwa. Kisha sisi maneno yasaidii, vitendo hmm. Tunataka Tua. viongozi wapya ndani ya Simba yeah. Tumechoka. Tunachekwa. Yaani hivi kiatua tunasema sasa hivi tufungwe tu. Yaani no kila mtu Eh, mimi nimekaa hapa naangalia najua tu Yanga atachukua bingo. Ni maisha si sasa hivi hayo. Kwa hiyo inabidi tubadilike. Eh. Viongozi watoke waje viongozi wapya. Kuanzia juu mpaka chini. Tuanze ah oh. Miaka minne stuki tu. Yaani miaka minne. Four years wala stuki. Hata kama ni kulogwa au stuki tu. Eh. Umelogwa mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili unalogwa. Mwaka wa tatu unalogwa. Mwaka wa nne mimi sijalogwa ndio maana nimestuka. Sijalogwa mimi. Wewe logo wao huko. Simba inahitaji. Logo ya Simba sasa hivi inachezewa. Hakuna mtu mimi. Hakuna mtu mimi tena. Wale wazee wa zamani wakistuka leo kuambia hivi, Simba inafungwa imefungwa na Yanga mara sita. Anadondoka na kufa tena. Haije kutokea hiyo. Ah niambie, tungeingia finali. Mungu leka tuepushe eh, tuvai kwa wengine tena. Sasa wako kuwafunga wao, ungewafungeje? Singeweza. Kama hivi hasa mtu akatupiga mbili yo, unakutana na Yanga Afrika, hali ingekuwa vipi? Kuna tunahitaji uongozi mpya yeah. na mwekezaji wapya, kuanzia juu mpaka chini. Tuko razi, tuko razi tupeleke bakuli, lakini timu ina amani yeah. Um, lakini timu ina amani kuliko kaa hivi, timu ina amani. Wana yeah. amani, wanasimba wako watu masikitiko mm. Ukiwapima wana simba walio wengi ni wagonjwa sasa hivi, wagonjwa mioyo miaka minne aa, mgonjwa mwaka watatu. Kwa wa kwanza unavumilia, wa pili unavumilia, watatu unaweza kwao. Wagonjwa wameongezeka ndani ya Simba kwa sababu Simba ni miaka minne haijawahi kutokea, miaka minne Simba tunafungwa mara sita mfululizo na watu hakuna mtu anayesema. Kwa kumalizia, tunaomba serikali itusaidie, nakwambia kama inawezekana serikali tusaidie, Simba waje watu wapya. Mimi sasa naomba, naonekana kama kichekesho Maombi yana nguvu, lakini watu wanapigishana shoti, kama ilifikia hatua Kristo ni magoli anakuambiaje? Ndani ya Simba kuna watu Simba ikifungwa wanacheka na kuna watu wengine wana afya akili. Mimi ni nani niseme tu Simba kuna usalama, mimi nani niseme Simba kuna usalama Kama kiongozi anazungumza vile. Maana yake hapako vizuri tunalazimishana, tena namuona huruma Mediali, unamuona sasa, ataongea nini sasa kuongea naisha sasa. Sas kijana wa watu atazeeka okay. hey, hey, tu. Choka sana mchungaji amekamili, sio yule nanga. Lakini hivi nazidi kuwa mbaya, matumaini yamekwisha. Mungu ibariki Simba Sports Club, Mungu kama inawezekana yeah. Mungu leo mbinguni na nchi yeah, nguvu yako maana imeandikwa mkono wako sio mfupi hata ushindwe kuwafikia wale viongozi, na imeandikwa sikio lako sio zito hata lishindwe kusikia. Tusikie wana Simba na si tufurahi angalau.